Hey, ah, ni sana. Yaani wewe bana, siku hizi auonekani, simu yako uko mteja, nimejaribu kupigia haupatikani bana. Ilikuwa napanga harusi bana, pentagon. Ala, mimi niko na harusi. Yaani pilau iko karibu, nataka kula pilau ah, ah, bro, <laughs> bro. <laughs> <laughs> Sasa wewe haujachukua tu mutu, nataka uchukue mtu mchana watu wakiangalia. Kwani ah. Ah. Hata ni, in fact, invitation yeah, letter ni niziko zinamaliziwa. Allah. But yako ndo hii hapa. Hey, aje? Si, bro, si. Sasa ni aje aje? Tuchangie harusi. Si ndio bana, bro. Kwani unichangie kuna shida? Ai. Yani, tunakuja kula pilau alafu tuchangie. Si hata unanichangie kidogo. Tunachangia watu wenye wako na shida ama tunachangia watu wanafanya harusi? Bana, unanichangia. Ah. Yani, wewe, unajua bro, usio umepanga harusi kutegemea mifuko ya watu? Si hadi niko nategemea mifuko ya watu, usio umetegemea mifuko ya watu, si tu... si unaona We, kama unapanga harusi panga utite, tukule mambo mengine ishe, lakini kutegemea mfuko wetu. Sasa wewe we, kama ajako ni kukula chakula na hautaki kunisaidia sawa, ka peke yako we kwenda. Pilau unataka kukula, lakini hautaki kufanya kuchangia, mutu tabia mbaya ba <laughs>